Joshua, sura ya tatu na mstari watano. We'll we'll ya watanoatau mstari wa tano mm -hmm. Inasema ya kwamba Joshua mm -hmm. akawaambia watu mm -hmm. Mjitakase kwa sababu kesho Bwana atafanya ajabu katikati yenu. Amen. Hallelujah. Baba tusome tena nayo hiyo neno. Joshua, Joshua. Joshua akawaambia watu. Mjitakase mm -hmm. kwa sababu kesho Bwana atafanya ajabu katikati yenu. Amen. Amen. Hallelujah. Hapa ni mtumishi wa Mungu Joshua. That's the servant of God Joshua.

Maombi ya utakaso hiyo inakuwa na nguvu sana. Na ni mtu gani mwenye anaweza kujitakasa? Ni mtu mwenye anajitambua, anajua nimekosa hapa, nitaomba Mungu anirehemu

makumi mbili na tano na makumi mbili na sita. Jepesi kwa ngamia. Marko kumi na moja, mukisimama kuomba mm -hmm. Mukiwa na neno juu ya mtu kusameheni, ili baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu mm -hmm. makumi mbili na sita Yeah. Lakini kama ninyi hamsamehe, mm -hmm. Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen, amen. Hallelujah. Neno la Mungu linatuambia. The word of God tells us. Ninyi kila wakati munaposimama kuomba. Every time that you stand to pray, kama ukiwa na neno na mwingine, If you have a quarrel somebody else, samehe, Forgive musamehe forgive them, mwachilie. Mtoe ndani ya roho yako, kwa maana ukisha msamehe, na Mungu naye atakusamehe. Lakini kama sisi atusamehe na Baba wa mbinguni hatatusamehe. Ndio kwa maana neno letu la leo linasema, maombi ya utakaso ina nguvu.

Tunaamini pamoja na utakaso We that with pamoja na kuachilia wengine, pamoja na kusamehe wengine, Mungu atatufikisha mbali. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Maombi ya utakaso ina nguvu. Baba, tusamehe

Tano? Ndiyo baba. Katika siku zile Hezekia alikuwa na ugonjwa karibu kufa, na nabii Isaya mwana wa Amosi akakuja kwake, akamwambia Bwana anasema hivi, tengeneza maneno ya nyumba yako, maana utakufa, wala hutaishi. mbili na Hezekia aligeuza macho yake kwa kuhu, kwa kiambaa kibambaza mm -hmm. Na aliomba Bwana mm -hmm. Akasema e Bwana, kumbuka ninakusii kama nilivyotembea mbele yako kwa kweli na kwa moyo mtimilifu mm -hmm. na nimefanya yaliyo mema kwa macho yako mm -hmm. Hezekia akalia sana sana nne mm -hmm. Na neno la Bwana lilikuja kwa Isaya kusema kwenda nasema na Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako anasema hivi, nimesikia maombi yako, nimeona machozi yako. Tazama, nitaongeza siku zako kadiri ya miaka kumi na mitano. Amen. Amen. Hii ni habari ya mfalme Hezekia. This is the story of the king Hezekia. Mfalme Hezekia alikuwa anaugua. When the king Hezekia was sick.

Isaiah went to tell Hezekiah, kuja kumwambia Hezekia, Hezekia hakumjibu neno lolote. Hezekiah did not respond to him. Isaya akafika anaenda na, na alikuwa analeta mesaje kweli ya Mungu, lakini he Hezekia aligeukia kibambazi, aligeukia kibambazi, anamulilia Mungu, anamwambia Mungu, kumbuka jinsi nilienda kwa utakatifu mbele zako.

Halililia Mungu sana, hakulilia nabii Isaya ha akwangalia ku kumaneno yenye Isaya anamwambia na Isaya alikuwa nabii mkubwa kabisa, lakini aligeukia kibambazi, hakalilia Mungu. Baba nilienda mbele zako katika kweli, nilienda mbele zako kwa ukamilifu. Na Mungu akasikia ombi lake, akafika na tuma Isaia tena Akatuma Isaya, nenda umwambie Hezekia, kwa maana maombi yake inasikilika mbele zangu. Umwambie namwongezia tena miaka, namwongezia tena miaka. Haleluya, haleluya, Amen. Mungu anatumika na watu watakatifu.

na Mungu akuongoze pia, ili tunapokuja mbele ya Mungu tukuje kwa ukamilifu na kweli na utakatifu, na tutaona Mungu atatenda mambo makubwa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Aba wane, katusomea Warumi, we'll read the Book of Romans, sura ya nane.

87 e, yes. mm -mm. Hivi Roho anasaitia uzaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kitu namna inavyotupasa, lakini Roho mwenyewe anatombea kwa kuukua kusikoweza kusemwa7 na yeye anayetafuta mioyo anajua nia ya Roho kwa sababu anaombea watakatifu kama Mungu anavyopenda, amen. Amen. Haleluya, amen. Tunasikia jinsi Roma naye anaandika, Paulo mtume umejua ameandika kitabu cha Waroma.

Anajua kwenye tunakosea. They know when we are wrong. Anajua kwenye hatutaweza. Labda tunajaribu kuwacha hivi. Lakini hatuwezi. Lakini kwa ajili ya kujitakasa na kutembea katika kupenda Mungu.

na ile ombi ndio italeta matunda mazuri kwa sababu Mungu anajua nini yenye iko ndani ya roho yako. Anajua kitu gani yenye itakusaidia nyakati hizi. Kanisa la Bwana, tunapoomba tuwe na jitakasi. Let's make sure that we consecrate ourselves. Prayers are very Shukuru Mungu important. Thank ni vizuri zaidi. Kusifu Mungu ni vizuri zaidi. Kutolea Mungu atazabii ni vizuri zaidi. Utakaso nayo ni ya muhimu sana God. Is Taenda kuona Yeremia ba. We are going to look at the book of Jeremiah. Yeremia sura ya kwanza na mstari wa kumi na mbili. Jeremiah 1.12 Kitabu ni cha nabii Yeremia. Yeremia sura ya, ya kwanza, na kwanza mstari wa kumi na mbili. Yeah. Nasema ya kwamba ndipo Bwana akaniambia. Umeona vyema, kwa maana ninaangalia neno lako, haleluya, ili nilitimize. Amen, haleluya, amen. <laughs> Amen. Amen. Mimi nimesoma hii neno kabisa, ikanifariji sana. Nimeona Bwana akaniambia anaona vyema kwa maana What he says, hili analitimiza, he accomplish. Mungu anajua kile unahitaji. Anajua hata kabla hujasema, kwa maana yeye yuko pale anakeshea neno lake. Anakeshea neno lake, he stays up for his word. Unapotumwa neno la Mungu, when you give the word of God, ujue Mungu iko anakukeshea na litafanya kazi maombi ya utakaso ina nguvu nguvu na kwa kumaliza tusome matendo ya mitume baba sura yake ya makumi mbili na mstari wa makumi tatu na mbili matendo ya mitume ya 20 ndiyo neno la Mungu linasema ya kwamba basi sasa ndugu, ninawaweka ninyi katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake linaloweza kuwachenga ninyi na kuwapa ninyi ulinzi pamoja nao wote waliotakaswa. Amen, haleluya. Yani, ingawa unapotakaswa kuna kuwa kwa ulinzi wenyewe, Mungu kana nakupatia Unapojitakasa kunakuwa vitu venye Mungu kuna kupatia hombi lenye utahomba uko mumuta ya utakaso hiyo, hombi inakuwa inajibiliwa kabisa. Tunakumbuka wana wa Israeli wakati wakitaka henda kufaa vita fulani. Mungu alikuwa anawaambia wajitakase. God asked them to sanctify themselves. Lakini katikati yao pakikuwa mtu mwenyewe ajitakase. Among them when there was somebody who did not get sanctified or consecrated. Walikuwa consecrate na shindwa. They would lose the battle. Walikuwa na shindwa. They would lose the battle. Lakini wote wakijitakasa. But when they all consecrate themselves, walikuwa na jibu. They got the answer. Nasi tunaamini kwa siku ya leo. And we also believe today, mimi na wewe and me and you. Tukamate hatua. Let's take that step ya na yapokuwa tuombe sure Mungu kwa njia ya utakaso, tunaamini atafanya kazi yake yake. Atafanya kazi yake, atafanya kazi yake.

Hiyo ndio nitasema kwa machache. I'll just say a few words about that dream. Kadiri jinsi nimeiona. Um, as I saw it, nimechukua kitu cha mtu. I took somebody's thing. Hicho kitu, that thing, kuna nafasi kwenye nilifika na henda, hiyo nafasi pako pazuri kabisa. And I went to a really nice place with him. Nilifika kwa etape ya kwanza. When I go to the first stage, nikafika kwa ya pili. To the second, nikazama sipafike sifikile kwenye nataka taka nifike pazuri zaidi, nikafika um, nakamata kile kitu nikakirudisha kwa mwenye nacho mbio mbio, nikatoka ndoto and then I Nikafika na jiambia je, hii ndoto ni inamaanisha nini? And then I was wondering to myself what does this, what does this dream mean. Mi mwenyewe nikajipatia kajipatia jibu ndani mwangu. And I was able to give myself an answer. Ndawa kuna kitu chochote kile niko nacho deni ya mtu. If there is something that I have that's debt to somebody. Wala kuna kitu kenye ndaweza nikafanyizia mtu akuona vizuri. That I might have done to somebody something that they didn't see as a good thing. Inabidi nikirudishe. I need to take it back. Inabidi nimsamehe. I need to forgive. I kufika huko fasi pazuri, nikaangalia wote wenye nisha haidia kitu. Nikaangalia nikasema, je, ni nani mwenye sijapatia patia ju haji ni the

wako wanajitoa kwa mambo ya Mungu. And then I said here yeah, there's people in the church who really give themselves out to the to the work of God that I'll do something for. Mwenye hiyo wiki pakatoka pastele huko Afrika kanipigia simu wenyewe, tulikuwa naomba naye. Akasema mama Tulizo, uh, really na kingaliki nafeli matendo yako mema kusaidia watu, tunakukumbuka kwa sababu wewe ulikuwa unafanya, kama unataka kupatia mtu ulikuwa unamubariki kabisa kwa uwezo wako, wakona hivi ukingaliki namifaa kule Nikafika namwambia si sana sana. Basi kwa hiyo ndugu mpendwa, naomba hii jambo nitaifanya, mtanisamee, sio kwa kusema na najiona hapana.

Um, that, that I said I'll start with the third person. He's not here, but that was him. Nikasema ndanzia ku mutu wa pili baba Alfa, nikasema ndafika ndanzia na ku mutu wa kwanza, njo gisi nilisema ni aanji nitha mbele za Mungu ni baba mchungaji Hili naifanya ni kwa sababu ni ahadi juu, najua Mungu anisaidie nimalize mwendo salama. I I nimalize mwendo salama, nisiwe na lawama. Ikiwa kuna mtu nilikosea wala nilikwaza, niko hapa mbele za Mungu, najitakasa wale wanisamehe, ili kazi ya Mungu hii niitumike kwa utakatifu, niitumike kwa utakaso, niitumike kwa utakatifu. Mungu atafungua milango ya baraka. Mungu anisaidie, mimi nasamehe wote wenyewe wanikosea.